bwana mmoja ambaye alikuwa ni mwindaji mwindaji huyu aliishi na mke wake lakini mke wake alikuwa na tabia ambazo si tabia nzuri kwanza alikuwa hamsikilizi mume wake pili hamuamini mume wake tatu mbishi kwa mume wake mume huyu kazi yake ni mwindaji sayad kila akiamka asubuhi anashika silaha zake na kuelekea maporini kwa ajili ya mawindo. Siku ya siku, yuko katika mawindo yake akakutana na mwindaji mwenzake. Mwindaji yule aliyekutana naye akamwambia, mimi nina uzoefu na hii kazi ya uwindaji na hivyo nina mitego mingi ya uwindaji, na mitego yangu nikitega sifeli tego mizuri kabisa katika uwindaji. Yule bwana akahamasika, akamwambia basi, twaweza kushirikiana katika hii kazi ili tuweze kupata kuwinda vizuri na kurejea nyumbani na kitoweo. Wakakubaliana na yule bwana kwa kushauriana, wakatengeneza mtego, wakatengeneza waka mtego mzuri na akamwambia, sharti la huu mtego, kila kinachonasa ndani ya mtego huu tutagawana. Ndiyo, ndiyo, wakakubaliana. Hata ikaingia nzi ama mdudu chungu, akaingia katika mtego huu, basi mdudu huyu tutamgawana nusu kwa nusu, pasu kwa pasu. Na mtego huu haufeli, hakuna kitu kitachoingia na kikasalimika. Vile vile tutakikuta ndani ya mtego huo. Wakautega vizuri ule mtego, wakakubaliana miadi ya kwenda kuangalia mtego wa siku ya kwanza. Wakenda kuangalia wote wawili, wakakuta wamemkamata razari swala. Wakamgawana vipande viwili, paso kwa paso, wakamchana katikati, wakachukua ubavu na huyu ubavu bwana yule akamwambia, umeona hichi kitendo tumefanya hapa kwa swala? Naam, nimeona hivi hivi. Hata akakamatwa njiwa pori, ama mdudu gani, hivi ndivyo tutamfanya, tutagawana nusu kwa nusu, hakuna atakayemdhulumu mwenzake. Kila kitachonasa ndani ya mtego huu, basi tutagawana. Yule bwana akakubali kurudia, kurejea nyumbani, mke anampokea. Angalia nyama kipande kitoweo, iko nusu nusu ya swala. Mke yule akakasirika, visirani akaanza maneno. Mume weye, una mke mwingine huko, hii huyu swala nusu yake iko wapi? umempa nani? una mke mwingine, umempa hawara kadha wa kadha. Mume akamwambia mke wangu s kule maporini nimekutana na mwindaji maarufu, ana ufahamu wake, ana elimu yake, ana fani yake ya uwindaji, ana mitego mingi ya kuwinda. Kaubuni mtego ambao kila kinachoingia hakisalimiki. Leo tumemkamata swala, hivyo tukikamata mnyama tunagawana pasu, nusu nachukua mie, nusu anachukua yeye. Mke akakata hakuamini, akamwambia hapana, o wanchezea shele weye, hapa kuna kitu unamficha, kuna mke mwenzangu hapa anagawana naye, si kweli? Mume anamwaminisha mkeo, anamwambia hata siamini, kuna mke mwingine. Siku ya pili wakakamata mnyama mwingine vile vile, wakagawana. Kiduma anarudisha, anarejesha kitoweo nyumbani, mke anaanza maneno yake, mume wangu, na leo umeleta nusu mume we, vipi wewe, ina maana uliziki na mie, utosheki na mie? Maneno ya wanawake yanafahamika. Mume anajitahidi sana kumwamilisha mke wake, mke wangu, acha ubishi, mimi hii nyama tunagawana na mwenzangu, tuna mtego mmoja, hivi na hivi. Mke haamini, anamwambia hata unambie vipi, sikuamini hata kidogo, kuna mke mwenzangu tunagawana. Siku ya tatu Kakamata nyati. Yule nyati kuingia ndani ya mtego na kanasa, wakamgawana. Kidume kaleta nyama nusu nyumbani, mke akamwambia, nyati mzima hadi nyati tumegawana? Salala, hapana, hili lazima ni mjue, huyu mke mwenzangu anayekula nusu na mimi kala nusu ni nani. Hapo kumjua sasa Haiwezekani, mwanzo ulikuwa unaleta kamili, sasa hivi naleta nusu kwa nini? Hapana. Siku ya nne mume katoka, na mke katoka, njia anaijua ya kuelekea maporini, huyo anamfatilia mume wake ajue nusu ya nyama anayoileta mume wake anakula nani. Vile anaenda anamfuatilia mume wake, akadungukia ndani ya ule mtego akanasa. Alivyo nasa tu anapiga makelele yake, anataka msaada, kashanasa ndani ya ule mtego, kasha chomwa na mkuki ule kwenye mtego. Mumewe anakuja kumnasua katika ule mtego anaanza katika harakati ya kumnasua kumtegua katika ule mtego. Kidume yule msaidizi wake mwenzie waliyeshirikiana naye katika kutega ule mtego akafika akamwambia, ndugu yangu wataka kufanya nini? Kaambia huyu mke wangu huyo. Kaambia la, mkeo ndiyo. Najua miadi yangu na wewe ni ipi kuhusiana na huu mtego, kila kitachonasa hapa awe mdudu chungu ama mdudu mtamu, tutamgawana sasa. Kachanwa katikati, nusu baki nayo weye, nusu nasipanayo mie. mke wangu, kaambia haa, mke wako, tumekamata swala tumegawana, mwingine tukagawana, mpaka nyaji tukagawana nusu, hata mkeo vilevile tutagawana nusu. Kachanwa kabla ya kuchanwa Mume amwambia mkewe, umeona zile nyama nusu, aliyekuwa akichukua ndiye huyo ambaye leo hii atachukua na nusu yako. Akachanwa, akachanwa nusu nusu, akabaki nayo mmewe nusu, akabaki naye, akaichukua yule bwana aliyemsaidia kutega ule mtego. Mimi ni funzo ya kesa hichi, wanawake wenye tabia za kuto waamini waume zao, ipo siku, ipo siku yale wanayoambiwa na waume zao hawayaamini, yatakuja kuwatokea na watajuta kama ambavyo amejuta bibi huyu. Ubishi kwa waume zao, ukaidi kwa waume zao. Mume anakuambia hivyo, wanasema hata uniongopei. Hapana, wanchezea shele. Siku kadha wa kadha watakuja kujuta. Sasa kabla ya kujajuta, zinduka. Utakapoambiwa na mume wako Mke wangu, hili swala lipo hivi, usione leo nimekuwa hivi, pana swala hili ama pako hivi.